tupo hapa kuutafuta ushindi wa Chama Cha Mapinduzi kwa sababu ibara ya tano ya katiba ya Chama Cha Mapinduzi imezungumza, lengo kuu ni kutaka kushinda, lakini tunatamani kushinda ili tuendelee kutatua shida na changamoto za Watanzania na hilo tumelifanya kwa kipindi cha miaka mitano. Tumetekeleza ilani yetu ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2020 ya mwaka 2025. Na ndio maana tunatamani sasa mkatoe kura za kishindo kwa daktari Samia Suluhu Hassan kura za kishindo kwa ndugu yangu Musa Mbuga na kura za kishindo kwa madiwani wanatokana na chama chetu cha mapinduzi kwani kwa kuichagua chama cha mapinduzi mtakuwa mmechagua maendeleo katika jimbo letu la Kisesa. Lazima mchague chama cha mapinduzi. Lugha za chama za wagombea wetu ni nzuri, ana uwezo wa kwenda kuzungumza kwa mwenye mamlaka na kumwomba maendeleo Kisesa. Tunataka mbunge wa chama cha mapinduzi atakuwa kwenye vikao vya pati caucus atakayeweza kuzungumza na kusema pale pana changamoto, nimekuja kueleza ukweli. Tunatamani mchague chama cha mapinduzi ili tuendelee kupambana na shida na changamoto za watu wa Kisesa. Ndugu zangu, sumu haionjwi, ukionja sumu medanja umekufa. Na sumu ukionja inatakiwa maziwa ndio iweze kuiondoa sumu hiyo. Nataka niweleze na niwaambie maziwa ya kweli ya kuweza kuleta maendeleo hapa katika jimbo la Kisesa ni ndugu yangu Musa Mbuga. Naomba mpige makofi kwa mashikamua.